Habari kubwa ambazo zinaendelea hivi sasa kutokea kule nchini Ufaransa ni kwamba Nicolas Sarkozy, rais wa zamani wa taifa hilo Ufaransa, ameanza kutumikia kifungo cha miaka mitano jela na hivyo kuwa rais wa kwanza wa Ufaransa kufungwa tangu Marshal Philippe Petaini baada ya vita kuu ya pili ya dunia. Sarkozy ambaye aliongoza nchi hiyo kuanzia mwaka elfu mbili na saba mpaka elfu mbili na kumi na mbili alianza kutumikia kifungo chake siku ya Jumanne katika gereza la, la, la, la, La Sante jijini Paris. Lakini sababu kubwa ambayo ilimfanya afungwe ni ili alipatikana na hatia ya kula njama ya kutafuta fedha kutoka kwa kiongozi wa Libya Muhammad Gaddafi ili kufadhili kampeni yake ya uchaguzi wa mwaka elfu mbili na saba lakini mahakama ilimwachilia huru kutokana na mashtaka ya kupokea fedha hizo binafsi au kuzitumia kwa malengo yake ya kibinafsi, lakini ilimpa na hatia ilimpata na hatia ya kula njama na wasaidizi wa karibu licha ya kukata rufaa na msimamo wake wa kukanusha mashtaka yote, mahakama ya Paris ilitoa amri isiyo ya kawaida ya utekelezaji wa muda yaani provisional enforcement, ikimtaka aanze kutumikia kifungo chake mara moja bila kusubiri uamuzi wa rufaa, ikitaja uzito wa ua usumbufu uliosababishwa kwa utaratibu wa umma na kitendo hicho. Sarkozy alikuwa amepatikana na hatia tayari katika kesi ya tofauti ya rushwa inayohusu jaribio lake la kupata habari za siri kutoka kwa jaji kwa kukabili, kubadilishana na hadhi ya upendeleo wa kazi. Alikuwa akitumikia kifungo hicho kwa kuvaa bendi ya kielektroniki ya kifundo cha miguu, yaani electronic ankle bendi, lakini Sarkozy yupo katika kifungo cha upweke, yaani Solitary confinement na anaruhusiwa kufanya shughuli nje ya seli akiwa ametengwa na wafungwa wengine kwa sababu ya kiusalama. Seli yake ina ukubwa wa kati ya mita za mraba tisa hadi kumi na mbili na inajumuisha bafuni ya kibinafsi. Atapata televisheni kwa ada ya kila mwezi na simu ya mezani. Akizungumza na gazeti la Le Figaro, Sarkozy alisema atachukua vitabu vitatu jela ikiwemo The Count of Monte Cristo, The Alexander Dumas, hadithi ya mtu aliyefungwa kimakosa anayepanga kulipiza kisasi kwa wale ambao walikuwa wamemsaliti. Lakini uamuzi huu unaashiria mabadiliko katika mfumo wa sheria wa Ufaransa katika kukabiliana na uharibifu wa ngazi za juu kufuatia marekebisho yaliyoanzishwa na serikali ya kisoshalisti iliyopita kupambana na kutochukuliwa hatua. Wataalamu wanasema kwamba majaji wa Ufaransa wanatoa amri za utekelezaji wa muda mara kwa mara ili kupambana na dhana kwamba wanasiasa wengi ama wenye hatia wanaweza kuiepuka jela. Kura ya maoni iliyoendeshwa na Elabe inaonyesha kuwa asilimia hamsini na nane ya wa Wafaransa waliona uamuzi wa huo kuwa wa haki huku asilimia sitini na moja wakiunga mkono Sarkozy kupelekwa jela bila kusubiri rufaa yoyote ile.